Hapa Tuku, katika mradi wa tenki la maji, ikiwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 ambayo imeelekeza katika maeneo ya vijijini maji yaweze kupatikana kwa asilimia 85. Mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Mbeya yali Mbeya Uwasa, kupitia mamlaka ya maji Tukuyu ya Uwasa, wameweza kutekeleza agizo la serikali na kuweza kutekeleza mradi huu ambapo leo huyu umeweza kutembelea na kukagua, na hivyo basi itumie fursa hii mara baada ya kuwa mradi huu ambao ndio itakuwa ni mwarobaini wa changamoto ya maji katika mji wetu wa Tukuyu, kuzungumza na wananchi wa Tukuyu na ikitupendeza basi uzindulie mradi wetu. Karibu sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dokta Samia oye! Dokta Samia safi. Mweshimiwa mkuu wa wilaya, nami niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa kweli anaendelea kujalia wingi wa rehema na kuendelea na ziara yetu ikiwa katika hali ya uzima na afya. Lakini pili, niendelee kuwashukuru sana ndugu viongozi wa mamlaka ya maji waliyopo ndani ya mkoa Mbeya, naomba tuwapijieni makofu sana, nikianza e kumshukuru sana mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji Meausa kwa kazi nzuri ambayo anaifanya ndani ya mkoa huu. Binafsi mheshimiwa mkuu wa wilaya, nimeshatembea mikoa mingi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Huu ni mkoa wa 31 katika mikoa yote ambayo nimetembelea. Kwa kweli mameneja hawa wa mamlaka za maji wamekuwa wakifanya wajibu wao katika kutekeleza majukumu yao, na nasema hivyo kwa sababu miongoni mwa miradi ambayo inaendelea kufanya vizuri Tanzania ikiwemo na mradi huu leo, naomba tujipigieni makofi mitano. Na hii yote ni kwa sababu ya kuwa na rais mkakamavu, kuwa na rais mwelevi, kuwa na rais mchapakazi na ni hodari kwa wananchi. Leo hii tulio wengi tunakumbuka mheshimiwa Rais Daktari Samia wakati anaapishwa kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, moja kati ya jambo alilifanyia utafiti wa kina ni swala zima la kwenda kuondosha changamoto ya upatikanaji wa maji ndani ya maeneo yetu. Ndiyo maana wakati ameunda wizara hii ya maji, ndiyo wizara pekee ambayo imeundwa pekee, haijahusishwa na jambo lingine lolote isipokuwa miundombinu ya maji safi na salama. Na ndiyo maana rais wetu baada ya kuona wananchi wa chini, kwa maana ya vijijini pamoja na mijini, kwenye kata na mitaa ndiyo ambao wanasumbuka kupata huduma ya maji, akaamua kuunda mamlaka maalumu katika maeneo ya miji pamoja na vijiji, na ndiyo maana leo hii kwenye mkoa wetu wa Mbeya tunayo mamlaka yetu ya maji ya Mbeya Usa pamoja na mamlaka yetu ya maji Pendwa inayojulikana kwa jina la Ruwasa, naomba tupigieni makofi mingi sana! Na ndiyo maana hapa leo katika eneo la Tukuyu tumekuja kuweka matumaini mahali ambapo palikuwa hapana matumaini. Tumekuja kuweka upendo mahali ambapo palikuwa pana chuki. Tumekuja kuweka heshima mahali ambapo palikuwa pamejawa na dharau. Wapo wengi walikuwa wanadhani serikali ya Daktari Samia kwamba haitoweza kutekeleza miundombinu ya maji mijini kwa wananchi wanaoishi katika maeneo mbalimbali, lakini leo hii ni jambo la faraja na ni jambo ambalo rais wetu linaendelea kumjengea heshima duniani pamoja na Afrika juu ya usambazaji wa maji vijijini ndani ya Tanzania. Sote tuliyoko hapa tunakumbuka miongoni mwa tunzo bora ambayo rais wetu amezipata, moja ikiwemo ni swala zima la maji safi na salama, na ambao wameweza kuweka heshima hiyo ni viongozi wetu wanaosimamia mamlaka za maji. Naomba tuwapigie makofi mingi sana. Maji safi oye, oye! Maji safi bomba si bomba. Dugizangu, tunayasema haya tukiwa na ushuhuda wa mitendo leo hii, hakuna mahala ambapo tunasema tutapeleka maji na maji yakawa yasifike mahala hapo. Miongoni mwa sifa walio nayo watendaji wa mamlaka za maji kwamba wao hawajali milima, kwamba wao hawajali mvua, kwamba wao hawajali mabonde wao wanajali kumwekea heshima rais wetu Samia. Na mimi nataka niwaambie ndugu mameneja wa mamlaka hizi kwamba haya ambayo mnayafanya leo hii ni miongoni mwa imani kubwa ambazo mmeziweka kwa wananchi. Wananchi hawa ambao mnawaona wamejitokeza ni kwa sababu ya imani ambayo leo hii mmewapatia. Na mimi niseme wazi kupitia waandishi wetu wa habari, nendeni mkawaeleze watanzania walio wengi kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii ya miundombinu ya maji kwa kweli mama huyu amefanikiwa kwa asilimia mia moja. Naomba tupigieni makofi mingi sana. Maji safi, oye! Oye! Maji safi bomba, si bomba binafsi. Kwa niaba ya wenzangu, tumekagua mradi huu kwa kina, tumepitia nyaraka na taarifa zote, na yako ambayo tumeweza kushauri kwa wenzetu wa kandarasi naamini wataendelea kuyafanyia kazi katika eneo hili, na mimi na wenzangu kwa mapenzi ya rais wetu Daktari Samia, kwa kweli Mwenge wa Uhuru umeweza kuridhia na kuridhishwa kwa utekelezaji wa asilimia mia moja, uweza kuzindua mradi huu wa maji safi na salama unaotekelezwa na wenzetu wa mamlaka ya maji Mbeausa. Mbeausa oyee! Ruasa bomba si bomba, watamweza kweli usindana naye, hata wakiungana wakiungana, mkurugenzi baba lao e lao. Wajota wao beausa weye, naibu waziri bomba si bomba, sababu alihusika kwenye namna moja, wakati tunaanzisha mamlaka ruasa na mbe ausa silio Taarifa ya utekelezaji ya mradi wa kuboresha huduma maji katika mji wa Tukuyu kwa ndugu Ismail Aleusi kiongozi wa mbio za mwenge wa taifa 2025. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Tukuyu inatoa huduma maji katika mji wa Tukuyu. Eneo la huduma lina wakazi wapatao 4935 kwa mujibu wa sensa watu wakazi na makazi mwaka 2022. Na mahitaji ya maji ni lita milioni 15 kwa siku. Hadi mwaka 2021, mamlaka ilikuwa na uwezo wa kuzalisha lita milioni 11 kwa siku, sawa na asilimia 73 ya mahitaji ya maji. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa kitaifa 2025, mradi wa maji kutoka chanzo cha Mtombaka una uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 8 kwa siku, na hivyo kuifanya mamlaka maji Tukuyu huwa na uwezo wa kuzalisha maji kiasi cha lita milioni 19 kwa siku sawa na asilimia 107 mahitaji ya maji kwa sasa. Mradi umegharimiwa na serikali ya muungano wa Tanzania kupitia mfuko wa taifa wa maji kwa gharama ya shilingi bilioni 3.9. Ndugu kiongozi, wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, mradi umetekelezwa kwa usimamizi wa mamlaka Mwaja, maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, kama ifuatavyo moja: tenki la kuhifadhi maji yaliyotibiwa lenye ujazo wa lita milioni 1.5 limejengwa na mkandarasi Make Engineering and Waterworks Company Limited. Kuchimba na kulaza bomba na kwa umbali la kilomita 29.5, imetekelezwa kwa force account. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa kitaifa 2025. kazi zilizopangwa kufanyika na hatua za utekelezaji ni kama ifuatavyo: moja, ujenzi wa chemba kuu eneo la chanzo, utekelezaji umekamilika. Ununuzi na ulazaji wa bomba kuu la mseleko aina ya HDP lenye kipenyo cha inchi kumi na mbili na inchi kwa urefu wa kilomita 9.5 utekelezaji umekamilika. Ununuzi na ulazaji wa bomba za kusambaza maji zenye kipenyo cha inchi kumi, sita, nne, tatu, mbili pointi tano, mbili, na moja pointi tano, kwa umbali wa kilomita 20 utekelezaji umekamilika. Ununuzi wa dira za maji elfu sita na viungio vyake utekelezaji umekamilika. Ujenzi wa tenki la kuhifadhi maji lenye ujazo wa lita milioni 1.5 utekelezaji umekamilika. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, kwa ujumla wake utekelezaji wa maji umekamilika kwa asilimia mia moja na unatoa huduma ya maji kwa wananchi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, makadirio ya gharama za ujenzi wa mradi huu ilikuwa shilingi bilioni 4.5. Aidha, gharama halisi za mradi ni shilingi bilioni 3.9. Kiasi cha fedha kilichopokelewa na kulipwa ni kiasi shilingi bilioni 3.6. Ushirikishaji wa wananchi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, utekelezaji wa mradi huu umeshirikisha kikamilifu viongozi na serikali, viongozi wa kijamii na wananchi kupitia mikutano ya ziara za wananchi kutembelea na kujionea hatua mbali mbali za utekelezaji wa mradi huu. Wananchi wameridhia kutoa maeneo yao kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu mradi huu. Manufaa ya mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, kukamilika kwa mradi huu kumeleta manufaa yafuatayo: Moja, kuongeza uwezo wa mamlaka ya kuzalisha maji kwa wastani wa lita milioni nane kwa siku. Mbili, kuongeza saa za huduma katika mji wa Tukuyu kutoka wastani wa saa sita hadi wastani wa saa ishirini na tatu kwa siku. Tatu, kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi kwa asilimia 26 kufikia wastani wa asilimia 95. Nne, kuboresha afya ya uchumi, usalama na maendeleo kwa wakazi wa mji wa Tukuyu wa wapatao 44935. Shukrani ndugu kiongozi tukuyo, wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025 mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira tukuyu inamshukuru mheshimiwa daktari samia suluhu hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwa kuridhia na kutoa fedha za kutekeleza mradi huu